Wakazi wa Suguta Marmar katika kaunti ya Samburu waliandamana na kufunga barabara ya Marala, Maralal Nyahururu karibu siku nzima kufuatia kifo cha mama na mtoto wake katika hospitali ya Suguta Marmar Level Four. Waandamanaji sasa wanataka uwajibikaji dhidi ya kile wanachokitaja kuwa ongezeko la vifo vya kina mama na watoto wachanga katika eneo hilo. Aaron Marie na taarifa kamili. Wakazi wenye gadhabu waliwasha moto mkubwa na kuweka vizuizi katika sehemu za barabara ya Maralal Nyahururu, hali iliyoathiri usafiri, wakilalamikia kile walichokitaja kuwa utepetevu katika hospitali ya Suguta Marmar Level Four. Hiyo hospitali yetu ya Suguta Level Four, ukigonjeka ama ukiwa hali mbaya ambulance iwezi kukubeba mpaka utoe pesa mpaka uweke mafuta kwa hiyo ambulance. Na kama kuna mama juzi tulishangie apelekwa hospitali, lakini hata kusurvive juu ya hiyo ambulance kutuwekea mafuta. Sababu ya siku ya leo sisi kufanya maandamano yes, ni kutetea haki ya kinamama kwa sababu sisi kinamama tumekuwa tumenyanyaswa kwa hii hospitali yetu. Maandamano hayo yanafuatia kifo cha mama na mtoto wake aliyejifungua, tukio ambalo limezua ghadhabu ya jamii hiyo. walituletea mashine na hakuna daktari wa emergency. sasa tutasaidikaji? ni uchungu sana yes. kama kina mama kila wakati tunapoteza watoto. Wakazi wanadai hiki si kisa cha pekee kutokea wanashutumu wasimamizi wa hospitali hiyo na serikali ya kaunti ya Samburu kwa kukosa kutoa huduma za kutosha za afya wakisema kituo hicho kina wafanyikazi wachache na huduma nyingi. Jana nimeleta huyo mama ambaye ni mama, ni mama mchanga, ni mama ako na mtoto mmoja, na tulipomleta hapa daktari ni mmoja. Wa mama wanaumana watano, anashindwa atashughulikia mgani? Waandamanaji wanasema uhaba wa madaktari na vifaa muhimu vya matibabu ndicho chanzo kikuu tukiandikiwa madawa zingine tunaenda kutafuta pale Umakemes, na tena ile kitu inatuhudia kwamba madawa zimeletwa juzi na gafa na hapa hatuoni hata moja moja. Seneta wa eneo hilo Tsumbesi Lelengwe aliilaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kile alichokidai kuwa matumizi mabaya ya fedha ama, wakati shaa wanalipa pesa, wanalipa kila hospitali, kama sasa hospitali hii, hospitali ya hapa Suguta hii level four Wakazi sasa wanataka serikali ya kaunti hiyo na ile ya kitaifa ziingilie kati haraka kushughulikia uhaba wa wafanyikazi na kuboresha huduma za afya ya kina mama na watoto katika kituo hicho. Aaron Marie, Dira ya Mangwiji.